Zai, mambo poa vipi? Uko poa. Fresh. Mambo yanaendaje? Sawa sawa. Mhm. Bana hapa kuna swali moja nataka nikuulize. Ukiachana na media hii, ushaifanya media media gani kazi? kuna media ambayo nishai kufanya mwanzoni, ilikuwa media ya kwanza kabisa kufanya. Baada ya miaka kama miwili ndo nikaja huko, inaitwa Shutkali. Una experience ya kufanya media kwa ka... kampuni ngapi? Mbili. Hiyo e, ya kwanza elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na mbili naitwa Shutkali, ya, ya pili ndo hii Ayoma. Amini, katika kazi yako kuna changamoto nyingi sana unakutana nazo, ndio? <laughs> <laughs> changamoto zipo kila sehemu. Mimi nataka changamoto mbili tu ambazo unakutana nazo, naona very very hard changamoto. mm. okay. changamoto ya kwanza, kama msichana, kuna changamoto ambazo zinatokea, ukutana na interview za baadhi ya watu, hasa wa kiume nambaza changamoto e, kuna vikwazo fulani unakutana navyo, na hisi na ushaelewa. Lakini changamoto nyingine ambayo na inakuwaga ngumu, mfano naweza nikaja nikakomba interview bana stop, anaomba interview afu kataa kile kitu huwa kina, kina, kina kidogo unafikiria kaninyima interview sio okay, kwa nini? Kwaio unajisikia vibaya, hiyo pia ni changamoto. Mtu akawaida anaweza kaona sio changamoto, lakini pia ni changamoto. Ukataliwa interview ni moja ya changamoto pia ambayo tunakutana nayo. Okay, mm. Kila mtu anakuwa na malengo yake, nahisi hata hii ndio uwajogwe na, nananahisi natamani ufikie zaidi ya hapa ajikia mm. Malengo gani? Mm, malengo yangu ni kuendelea kufanya vizuri kwanza, yani pale nilipoanza sitamani kuwa pale pale, kuwa juu zaidi, kufanya vitu vikubwa zaidi pia kupitia kazi hii hii lakini pia kuwa moja wa watangazaji ambao wanafuatiliwa au kuwa moja wa watangazaji ambao ni role model kwa wengine. Yaani mtu akimuona Zay anasema anatamani kuwa kama Zay, anatamani kufika alipofika Zay. Hayo moja malengo yangu. Basi sawa, mimi nashukuru kwa interview yako. Asante sana. Sawa, tunarudi kwako. <laughs> Hu uh, walikusoka Tanzania bara wo kama stopper, umejipangaje kuhakikisha kwamba mnawafurahisha na kuwapa matokeo mazuri mashabiki wa KMC? Mashabik uh, kubwa tumejiandaa vizuri na tunashukuru kwanza, msimu unaanza, tumepata very mwalimu experience ambaye tayari alishakuja Tanzania na anaijua nchi vizuri, na hata especially ligi ya Tanzania anaijua vizuri kwao. Tumejiandaa vizuri na amini, tunawaahidi mashabiki tutafanya tuatarajie makubwa na tutafanya vizuri zaidi msimu huu zaidi ya msimu uliopita. Ugumu wa ligi msimu huu umeshauona kwenye mechi tatu ambazo mmecheza, mna alama nne kwenye michezo mitatu ambayo tayari mmesha. Of course hamna ligi nyepesi. Ligi, ligi ni ngumu na hatuwezi kuzungumzia msimu uliopita na msimu kwa sababu msimu uliopita ni ushapita na msimu huu ndo kwanza tumeshacheza mechi tatu, so hatuwezi kudefine kwamba ni msimu mgumu ila kikubwa tunajiandaa vizuri na tunaamini tutafanya mazuri zaidi ya msimu uliopita. Ugumu uh, wa kupambania namba ukoje kwenye kikosi cha KMC? Kama ambavyo umesema mna mwalimu mzuri, lakini pia ni mwalimu ambaye ana cv kubwa, amefundisha pia timu ya taifa ya Tanzania. Kwenu nyie inawaongezea pia kitu gani? Eh, of course kwa, kuna mwalimu kama wewe kwetu sisi kwenye kupambania competition ya namba ina Yaani lazima upambane, kwa sababu mwalimu mpya anavyokuja anakuja na kitu chake kipya katika uwanja wa mazoezi umeona. Kwa hiyo sasa ni lazima upambane, uendane na situation yake ambayo amekuja nayo, kwa sababu kila mwalimu anakuwa na falsafa yake katika timu umeona. Kwa hiyo Mwalimu akija wa kama hivi amekuja ame na plani zake na falsafa yake mpya unabidi uende kukipu fal, falsafa yake uweze kupata nafasi. Mstaji geni namkubali sana kwa ajili kusoka Tanzania bara na unapenda kumtazama namna anavyocheza mchezaji nikwa na mm, mchizaji, mkubali sana ni Rastonyoni Araston, mm, eh, eh. Eh, ni mtu wangu sana wakaribu sana naye pia? Eh, nazungumza naye. Kipindi gani ulimfaidi Erasto kwenye pitch? Kipindi yupo Simba nikuwajifunza vingi pale. Bila kuambia mashabiki wa KMC, sisi wasichoke kwa sababu sisi bila wao sisi sio, waje uwanjani kwa wingi, naamini burudani watapata, asante sana.